Wanafunzi wangu kazi na utu, asante. Ifuatayo ni risala ya mkuu wa chuo kwa mgeni rasmi, ikiwa ni mahafali ya 36 hapa chuoni kwetu VETA Singida tarehe 25 Novemba 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi mkoa ambaye ni afisa maendeleo ya jamii na vijana mkoa, waheshimiwa wakuu wa vyuo kutoka chuo cha mafunzo ufundi stadi Dodoma pamoja na chuo cha Laurenti, mheshimiwa afisa vijana wa mkoa, waheshimiwa mkurugenzi um, wa hali ya hewa, waheshimiwa viongozi wa dini wote, waheshimiwa wazazi wetu waalikwa ambao vijana wenu mna graduate, waheshimiwa wanahabari na wageni wote waalikwa, na wasalimu kwa jina la jamii. ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii maalum, na ninapenda kuchukua fursa hii kukukaribisha chuoni kwetu wewe binafsi mgeni rasmi na wageni wote waalikwa kwenye mahafali haya ya 36. Tunatambua uzito wa majukumu ulionayo, lakini pamoja na majukumu hayo bado umeweza kutenga muda wa kuja kujumuika nasi katika siku hii ambayo kwetu sisi ni siku ya kihistoria. Kwa kweli tumefarijika sana, ndugu mgeni rasmi. Napenda kuchukua fursa hii kuishukuru kwanza kabisa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Mama Samia Hassan Suluhu kwa kuipa kipaumbele elimu ya mafunzo ya ufundi stadi ambapo vijana wa Kitanzania wamepata fursa ya kujifunza uh, stadi mbalimbali za kuwawezesha kujiajiri wenyewe au kuajiriwa pale fursa zinapopatikana. Tanzania ya viwanda inahitaji watu mahiri wenye elimu ya ujuzi wa kufanya kazi katika viwanda hivi ili kuongeza pato la taifa kwa ujumla, na kauli yetu mbiu ikiwa ni mafunzo ya ufundi stadi ndiyo mpango mzima. Sasa ndugu mgeni rasmi, chuo chetu cha Singida kinatoa mafunzo ya aina mbili. Kuna mafunzo ya muda mrefu na mafunzo ya muda mfupi katika fani mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, chuo chetu kinatoa mafunzo ya muda mfupi katika fani kumi zikiwepo useremala, uwashi, ushonaji, ufundi magari, ufundi wa wanyama, ufugaji wa wanyama, uchomeleaji vyuma, uhazili na kompyuta, ufundi bomba, umeme wa majumba, umeme jua ambayo tunasema ni solar power installation. Hizo ndizo fani kumi ambazo zinapatikana kwa upande wa kozi fupi. Ndugu mgeni rasmi, muda wa mafunzo ni muda wa miaka miwili kwa kozi za muda mrefu, hadi miaka mitatu wanaopenda kuendelea na ngazi ya daraja la tatu. Ndugu mgeni rasmi, chuo kina uwezo wa kudahili wanafunzi wapatao mia sita kwa mafunzo ya muda mrefu kwa wakati mmoja. Ndugu mgeni rasmi, chuo chetu cha Veta Singida pia kinatoa mafunzo ya muda mfupi katika maeneo mbalimbali, ikiwa kama vile ujasiriamali ufugaji wa wanyama, udereva wa pikipiki, matumizi ya kompyuta, udereva wa magari makubwa na madogo, useremala, uwashi, ushonaji, ufundi magari, ufugaji wa wanyama, uchomeleaji wa vyuma, uhasili na kompyuta, ufundi bomba, pamoja na umeme wa majumba na mwisho kabisa umemejua ambayo ni solar power installation. Chuo kimeweza kutoa mafunzo ya muda mfupi katika kozi mbalimbali. Aidha, chuo kina uwezo wa kudahili wanafunzi 1200 wa kozi fupi kwa mwaka. Jumla ya wanafunzi 1306 walijiunga na mafunzo ya muda mfupi kuanzia Januari 2025 hadi sasa, hadi sasa, kati yao wanaume wakiwa ni 940 na na wanawake ni mia sita, mia tatu na thelathini, na, thelathini, mia tatu na sitini na sita. Ndugu mgeni rasmi, kwa jitihada za serikali katika kukuzi, kukuza ujuzi wa vijana, serikali iliona ni vyema kupanua chuo ili kuongeza udahili. Chuo kina jumla kwa sasa wanafunzi mia nne na hamsini na nane kwa mchanganuo ufuatao wa mwaka wa kwanza mwaka wa kwanza wanafunzi ni mia moja na themanini na sita na mwaka wa pili ambao ni wao wahitimu ni mia moja na sitini na sita. Mwaka wa tatu ambao wanaendelea wako mia moja na sita. Kati yao wavulana ni mia tatu na tatu, mia tatu na mbili na wasichana ni mia moja na hamsini na sita wanafunzi wa bweni ni mia moja sabini na tisa kati yao wavulana ni mia moja na nne na wasichana ni sabini na tano Wanafunzi wa kutwa ni 279, kati yao wasichana ni 81, wavulana ni mia moja tisini na nane Aidha, kuanzia Januari 2025 mwaka wa mafunzo ulipoanza, takribani ya wanafunzi 22 wameacha masomo kwa sababu mbalimbali, ukiwepo utoro, wa mimba, kushindwa kulipa ada na sababu nyinginezo. Ndugu mgeni rasmi, kwa mwaka huu Wahitimu hawa walianza mafunzo mwaka Januari 2020 namo mwaka Januari 2024 20 wakiwa 205. Miongoni mwao wavulana walikuwa 129 na, na, na wasichana ni 76. wanafunzi 41 kati yao waliacha masomo kwa sababu mbalimbali kama tulivyozieleza. Kwa leo vijana wanaohitimu ni mia moja na sitini na nne. Kati yao wavulana ni mia moja na moja na wasichana ni sitini na tatu. Ndugu mgeni rasmi, yapo mafanikio mbalimbali ambacho chuo chetu kimejipatia. Chuo chetu kimepata mafanikio katika maeneo yafuatayo. Moja ni kuboresha ufundishaji wa wanafunzi kwa kushirikiana na wadau wetu ambao ni mafundi mahiri katika kutoa mafunzo kwa wanafunzi wetu katika fani mbalimbali. Hili linatuwezesha wanafunzi kujiongezea ujuzi zaidi kutoka kwa mafundi waliobobea katika kazi hizo. Kuendelea kudumu katika kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika fani mbalimbali hapa chuoni kwetu kwa kuanzia ngazi ya kwanza hadi ngazi ya tatu. Pia chuo kimeweza kufikia jamii ya mkoa wa Singida katika kufikia mahitaji ya jamii katika kutoa mafunzo ya pikipiki kwa kuwapatia vijana, kuwapatia vijana elimu na ujuzi ili kuweza kudhibiti ajali za barabarani. Pia chuo kimeweza kufikia jamii ya Singida kwa kutoa mafunzo katika fani mbalimbali zilizopo hapa chuoni kwa wanawake ambao tunasema ni wanawake rais wetu Mama Samia Suluhu wapatao 235, hivyo kwa kupata ujuzi huo ujuzi na maarifa waliowapata wanawake hawa umewaongezea maarifa zaidi katika shughuli za uzalishaji <coughs> na kujiongezea kipato. Ndugu mgeni rasmi, mahali popote palipo na mafanikio hapakosekani changamoto. Ziko changamoto mbalimbali ambazo tumezipitia katika mwaka Ndugu mgeni rasmi, changamoto tulizo nazo na ni kwamba teknolojia inayotumika viwandani ni kubwa sana ukilinganisha na teknolojia inayotumika katika kutoa mafunzo katika chuo chetu. Chuo chetu kimekuwa ni cha muda mrefu, kwa hiyo zana za kujifunzia ni zile za muda mrefu ambazo ziko tofauti na teknolojia iliyopo sasa, kutokana na sayansi na teknolojia ilivyopiga hatua. Kwa hiyo vifaa vya kujifunzia ni vya kizamani ukilinganisha na teknolojia iliyopo katika maeneo ya kazi. Hata hivyo, chuo kimeingia ushirikiano na wadau, wamiliki wa viwanda na mafundi mahiri, ili kuhakikisha kwamba wanachuo wanahitimu wakiwa wamepata ujuzi na maarifa yanayokizi soko la ajira. Changamoto nyingine kwamba baadhi ya wanachuo kutokujua umuhimu wa kufanya mafunzo ya vitendo, kwani wengine wanaacha. Tumeshuhudia kama hivyo katika wanafunzi 205 wa mwaka wa pili ambao mwaka jana walikuwa wamejiunga 205 leo hii tunashuhudia wanafunzi 164, ndio wanaohitimu. Yote hiyo tunatambua ni kwamba ni kutokana na kutokujua umuhimu wa elimu ya mafunzo ya ufundi stadi, kwamba elimu ya mafunzo ya ufundi stadi ni ajira. Unapokuwa umepata elimu ya mafunzo ya ufundi stadi ni ajira pia uchache wa viwanda vya kufanyia kazi viwanda vya kufanyia mafunzo kwa vitendo kwa wanachuo wetu, kwani mji wa Singida una viwanda vichache sana. Aidha, viwanda vichache vilivyopo tunashirikiana navyo kuhakikisha kwamba yale maeneo ya mafundi ma mahiri kazi zinapofanyika na viwanda vichache vilivyopo vya serikali. Na viwanda vya watu binafsi wanafunzi wetu wanafanya mafunzo, ambapo mafunzo ya viwandani ni muhimu na ni component muhimu katika kuhitimisha mafunzo yao. Pia kwa tathmini ya udahili wa wahitimu ambayo nitaisoma sasa, inaonekana kwamba kwa kila mwaka idadi ya vijana wa kiume ni wengi kuliko wanawake. Tunaomba jamii ya Wanasingida ilione jambo hili na kuzingatia kuwaleta watoto wa kike kupata ujuzi, ili waweze kujikwamia kiuchumi, kifamilia na kifamilia, kwani ni dhahiri kwamba ule usemi unaosema kumsomesha mtoto wa kike ni kuikomboa jamii nzima. Kama tunavyoona idadi kwa miaka mitano iliyopita, tukianza na mwaka 2023. Walihitimu, kantu, walihitimu, wahitimu jumla kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu walihitimu wahitimu 195 lakini ukija kuangalia wasichana ni wachache, hata nusu haijafikia. Walihitimu 54 wanaume wakiwa ni 41. Kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne walihitimu wanafunzi 180 wanawake ni 78 na wanaume 102. Kwa mwaka huu ambao wanahitimu wanafunzi 164, uh wasichana wanahitimu 63 na, na wanaume wanahitimu 104. Ndugu geni rasmi, kwa tathmini tunaona kwamba bado idadi ya watoto wa kike wanaohitimu ni wachache sana. Ndugu mgeni rasmi, kama mkuu wa chuo, ninaomba kutoa rai kwa wazazi na kwa jamii ya Wanasingida kwa ujumla. Tunaomba watambue kwamba mafunzo ya ufundi stadi ni suluhisho na mkombozi wa ajira kwa vijana wa Kitanzania hivyo tunaendelea kuhamasisha jamii ya Wanasingida kuchangamkia fursa za mafunzo ya ufundi stadi, ikiwa ni mkombozi wa ajira kwa vijana, bila kusahau kuwaleta wa vijana wa kike kujipatia ujuzi, kwani ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii nzima.